Na ndugu mtazamaji, tunaendelea kuhoji watu mbalimbali katika huu mji wa Rabat, watueleze eh wamejipanga vipi katika idi hii. Idi shekhe, assalamualaikum. Alhamdulillah, bwana shekhe, tungiomba kwanza kujua majina yako ili tukufahamu vizuri. Ah, kwa jina naitwa Yahya Abdalla Muhammad Chaola, ni mwenyeji wa Dar es Salam, eneo ya Mbagala na nipo hapa katika mji wa Rabat ndani ya Morocco katika Moroko katika chuo kinachoitwa Muhammad Salih Muhammad Salih. Sheikh Yahya bwana, tujiomba kufahamu au kushare na wewe hii furaha ya Eid ambayo ni gumzo kwa Waislamu wote, ambayo, ambayo ikipita sikukuu ya Eid watu wao wanafurahia hivi. Sheikh Yahya wewe kama wewe Idi hii ya leo umeifurahia kwa namna gani? Wallahi, kwanza nashukuru sana, amshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata leo hii kunifikisha hali ya kuwa niko salama katika mji huu na pia leo hii asubuhi kuswali Idi na indo fikri, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa upande wangu mimi nimeipokea nime kwa furaha kubwa, na pia na na, kwa sababu ni sunna, lakini ni sunna ambayo imeambatana na furaha. Kwa hivyo nashukuru na alhamdulillah, kama unavyoona kwamba ishara, unaweza ukaiona kwamba tuko wengi miongoni mwa ambao pia wameswali hili leo na wapo katika bashasha na katika na furaha, lakini pia kama unavyoona kuna wengine wapo ndani bado wanaendelea kupata eh, wana wanaita Idi. Bwana, idi kama idi inakuwa na vyakula vyake maalumu bwana, ambavyo ni tofauti na siku nyingine. Hivi wewe katika siku ya leo ya ni chakula gani maalumu apat umekula? Asema bwana, leo nimekula chakula cha idi. Ah, kama unavyojua kwamba katika nchi hii ni tofauti na nchi ya kwetu. Ee, sisi kule tuna vyakula vya, vya siku kama ya leo ambavyo tumevizoea na tunavipenda zaidi, na lakini sasa huku kutokana na huku jinsi tulipo tuna tuna tunavipenda tuna, tuna, tuna na kuvikubali vile vyakula ambavyo tunavyovikuta huko, na kwa swali lako la mjibu na swali lako la msingi ni kwamba katika miongoni mwa vyakula ambavyo nimeviona tofauti vya leo ambavyo nimekula asubuhi ya leo, Alhamdulillah, nimekula kwanza mkate mkate na mkate una historia kubwa. Mkate na safari zake ni nzito nzito sana, ngano ndio ngano ngano ndio ndio ndio, ehe. Na ni chakula ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea sana na vyengine vingine, mababu majina yake si ajui, lakini ni vyakula ambavyo alhamdulillah ni vizuri na nimevifurahia. Sasa ungekuepo Tanzania kwa siku kama ya leo ungependelea kuwa chakula gani kwa leo? Kama ningekuwa niko Tanzania, kwanza asubuhi ya leo kwanza ningekula chapati lakini pia ningekula na sambusa, lakini pia ningepata na supu, supu ya kuku, supu ya kuku supu ya kuku kwa asubuhi ya leo ningepata na maziwa. Mashaallah, wakati huo nasubiri kupata kile chakula cha mchana sasa, ambayo ndio inakuwa ndio inakuwa chakula kinyewe ambacho tunasema kwamba ndio Aidi yenyewe. Hivi ikitokea umekula kwa mfano, sikukuu ya aidi kama leo umekula mpaka umeshiba, alafu akaja mtu akakuletea hiyo supu ya kuku, hivi utaendelea kula au utasema nimeshiba? Komuji, kwa mujibu wa siku ya leo, aidi kwa siku ya leo, hapana. Kwa siku ya leo kutokana nilichokula nasema alhamdulillah, nimeshukuru na nimefurahi, na hata kama nitaongezewa kingine, sasa hivi sitaweza kula tena, itasubiri mpaka wakati wa mchana inshallah. Basi tunaomba uambie watazamaji wa Zahmid TV neno moja ambao itahusiana na swala zima la Eid. Wallahi, kwanza uh, uh, tuipokeeni tu hii siku, siku adhimu, siku ya idu indu ukri, ni siku yetu sisi Waislamu, ni siku ya kufurahi sisi Waislamu. Kwa hivyo tufurahi tu, tu, lakini katika misingi ambayo inayotakiwa misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka, misingi ambayo dini yetu ya Kiislamu inataka tufuate. Katika misingi hiyo, watu wasiende katika katika vilabu vya pombe, watu wasitumie siku hii ya leo kufanya mambo ya uzinifu, lakini pia watu wasitumie siku hii ya leo kwenda katika sehemu za starehe ambazo sehemu hizo kuna mambo muharamati mbalimbali. Kwa hiyo tutumieni siku hii ya leo kwamba ni siku kwetu kufurahi kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini yetu ya Uislamu inataka kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maana ya hadithi anatuambia, i yule mwenye kumwaasi Allah siku ya Eid, amba, asis, ya Eid ni kana kwamba ni sawa sawa na kumwaasi amwaidi siku ya kiyama, siku nzito kabisa, siku nzito kabisa. Kwa hivyo wito wangu wa Islam kwamba tusherehekeni siku hii, tufurahini katika siku hii, lakini tutunge mipaka na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuchunge mipaka na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu niusia kutoka kwa shehe wetu, eshehe nani, Yahya Yahya, tunashukuru sana, tukitakie Eid Mubarak, na tukaungane nawe pamoja katika mji wa Rabat, ukaeleweke insha Allah taamajaai. Uendelea kua oja watu mbalimbali watueleze idi ya leo wameipokea vipi. Usiondoke, bado tunaendelea, tutafute mtu mwingine insha Allah, Zahmid TV.